Mimi nataka niwaambie, msidanganywe watu wetu wa Ukambani kuingia katika siasa ya ujinga na ya bure na ya ku, kuongea tu kusukumana na maneno ya, ya kelele na vita, kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi, sio vita. Kwa sababu siasa, kila kiongozi anakuja, anauza sera wananchi wale wengi wakimkubalia, kama vile mlikubalia Nimrod. Anaendelea ule aja pata leo, anangojea labda siku ingine Mungu atamjalia. Simple and clear, isn't it? Kwani ni vita jameni? Eh, sio vita. Kwa hivyo mi naomba tuheshimiane. Kuna viongozi wanatembea kila mahali wakitukana viongozi, wakitukana wananchi, wakipiganisha nchi, wakiongea mambo ya hatari na kuleta mambo ya wasiwasi wasi baina ya wananchi i want to assure you as the deputy president of kenya god loves kenya so much and the government will do whatever it is to make sure our country is stable and safe today tomorrow and forever musiwe na wasiwasi ate wao kunaweza kuwa sijui na machafuko we cannot allow. Mungu hawezi kubali kwa sababu anapenda Kenya, na serikali pia haiwezi kubali. Ile uhuru iko ni uhuru ya watu kutafuta viti, hiyo ni sawa sawa, mmoja akuje ajieleze, kesho yake mwingine akuje ajieleze, ule atapata shukuru Mungu, ule atakosa angoje ama namna gani? Watu yangu ya Kitui, Mungu anataka tukae na amani ya katika nchi yetu, Tupige siasa ya kuheshimiana. Ndio unaona mimi sinanga mambo mengi, mimi tu ni mtu ya kufanya kazi ile Mungu amenipatia saa hii, kwa sababu mambo mambo ya ya kesho ya kesho hakuna mtu anajua, na hatutaki hii vurugu ya kusukuma vyo, na viongozi kuchemsha wananchi mpaka kuna kuwa na asira hamaki ya bure, na mwenye kupiganisha watu hakuna kitu ati amewafanyia ya, ya muhimu siku ile amekuwa kiongozi. Mimi nimekuambia ile tumejaribu mpaka saa hii na ile tunaendelea nayo. Wengine pia wakuja waseme ile wamefanya, na mimi nikiwa hapa naongea hivyo, kwa sababu kama nilivyosema hapa ni nyumbani, hakuna mtu anaweza nichokosa hapa mimi. Mimi ni kuna mtu ananichokoza hapa kweli ya? yeah. yeah. So na tuko na heshima na wale viongozi wameongea viongea vizuri, na wale hawajaongea waongee pia vizuri, na wasi tukane viongozi wengine. Hii ni nyumbani, hapa ni nyumbani kwa deputy president. Niko katika kaunti jirani, si sini kweli ya? Yeah. Hata ndugu yangu Kalonzo wakati anakujanga huko Tharaka na Meru anasemanga izatumu na ni kweli sini kweli, si huko ni kwao, si hata mimi hapa ni kweli <laughs> eh? ya yeah. Ile maneno imebaki pale ya kushikanisha Kitui County na Tharaka Nithi ile ndugu yangu mkubwa alishindwa, mimi nitamsaidia kukamilisha hiyo kazi. Ni rafiki yangu sana na mwezi sana kwa sababu ni we are one community. Ama namna gani jameni?